Kwa kweli kwanza, tunamshukuru Mungu tunamshukuru Mungu kiukweli, maandalizi yanaenda vizuri kabisa, kama nilivyosema juzi ya, tuna, tuna, tuna wakati mgumu, kila baada ya siku mbili tuna mechi kwao, ratiba imekuwa ni ngumu kwetu sisi, lakini tunamshukuru Mungu, baada ya mechi ya juzi hatujakuwa na injury yoyote, na timu yote ilirudi kambini na kwa ajili ma, na maandalizi ya JKT Tanzania, kwa hili, kwa kweli kinatupa imani kubwa sana, japokuwa tunajua haitakuwa mechi rahisi. JKT Tanzania ni timu ambayo ni timu nzuri, timu ambayo imejaza wachezaji wazoefu, ina mwalimu mzuri, haitakuwa mechi rahisi, lakini pamoja na ugumu wao, tunahakikisha kupata matokeo katika mchezo wa kesho inshallah. Amina. Mwalimu, tukirejea mchezo wa pita, matumizi nafasi, Simba imekuwa ikitengeneza nafasi nyingi sana katika eneo la juu la shambuliaji, lakini wanashindwa kubadilisha nafasi hizo kuwa magoli. Kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania, je, matumizi ya nafasi katika eneo la juu la wapinzani kesho ya ni tatizo ambalo kiukweli limekuwa linakuja na jirudia, na tumekuwa tunajifanyia sana kazi. Hata juzi nafikiri limejitokeza tena, lakini kama benchi tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi na ni kitu ambacho tumekifanyia sana kazi. Kwa hiyo na imani na imani katika mchezo wa kesho, nafasi zitakapopatikana, basi inshallah zitageuzwa kuwa magoli. Bao, ula, ula, na kwa na kama Simba, e, ya, na ya, ya, ya, nafikiri nimesema awali kwamba hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. Ukiangalia hata mechi ya kwanza ilitupa wakati mgumu sana, na kesho tutakuwa katika uwanja wao. Kiukweli tumejiandaa vya kutosha pamoja na ugumu wao, na katika uwanja wao tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Kikweli sisi tulitarajia gemu hizi lazima zitakuwa ni gemu ngumu, kwa sababu watu wote wamekuwa ni watu wagumu kwetu sisi, na hilo sisi tulilijua mapema kabisa, kupata upinzana na namna hii tumejipanga tume na tunajiandaa kwa upinzani huo kuhakikisha tunapata matokeo. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala ambalo sisi tulilitarajia na tunalifanyia maandalizi ya kutosha ili kuweza kutengeneza mechi hizi kuwa rahisi kuliko kuwa ngumu kwa sisi. Swali kwa mwalimu. Labda mwalimu, hali ya wachezaji koje kuelekea mchezo namna hii ambayo mnakwenda kukutana nayo, ambayo wanakuwa kikaa pamoja kambini, wanazungumzaje kuelekea mchezo hii ambayo wanafuatana ya mimi nashukuru. Morali ya wachezaji wetu sisi iko vizuri sana, na wamekuwa wakihamasishana wao kwa wao, wakipeana majukumu kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huu. Kwa hiyo leo umoja wa wachezaji, kiukweli, sisi unatupa, ma, unatupa, ma, unatupa mwanga mkubwa sana wa kuweza kufanya vizuri katika hizi gemu anzazo zilizobaki. Kikubwa kwanza ni wapongeze mashabiki wetu kiukweli, wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi, wamekuwa kitu wakitusapoti wakitufuata sisi kwa kila hali, ujue wamekuwa na sisi katika matokeo yoyote ambayo yako sisi. Kwa hiyo mimi niwapongeze wa, ni na niendelee kuwaomba wawe na sisi na waje kutupa sapoti, tuhakikisha tufanye kile kitu, kila mwana Simba anahitaji timu yake ya Simba ifanye.